Naendelea kuwashukuru WWF kwa sababu bila wao tusingekuwepo hapa leo na tumeona kazi kubwa ambayo inafanyika chini ya WWF na management ya timu nzima. Lakini sisi kama wilaya ya Kisarawe, mmesafiri umbali wa kilomita kama 60, mmeona mazingira yalivyo mazuri sana, miti inastawi, inastawi, mazingira yanavutia lakini mlivyopandisha kutoka eh, Pugu pale kuja Kisarawe, kilomita tano, mmeona ule msitu unavyong'aa. Ni jinsi gani Mheshimiwa Rais ametuelekeza kuendelea kutunza mazingira. Lakini pia tunaendelea na kampeni ya kupanda miti. Tuna changamoto kidogo, watu wanakata miti, wanakata mkaa, lakini chini ya TFS wanafanya kazi nzuri sana na kubwa, ni ngumu kudhibiti kwa asilimia mia moja, lakini kwa hatua kubwa sana tumepiga hatua na tunashukuru WWF kuendelea kuleta nishati safi ambayo itapunguza kwa asilimia kubwa sana eh, uharibifu wa mazingira, kwa sababu unajua kupika kwa kutumia mkaa na kuni, kwanza kiafya, ule moshi kali, watu wanavyozidi kutumia wanapata TB, wengine wanaumiza macho. Ndio maana unaona kuna watu walikuwa na imani za kishirikina kwamba mtu mwenye macho mekundu ni mchawi, lakini si kweli, ni mtu ambaye anapuliza, wengine wanapikia kuni mbichi kwa hiyo tuko hapa Kisarawe kwa a, mazumuni makuu mawili. Zumuni la kwanza ni kwa ajili ya kuadhimisha wasaa wa mazingira, ambapo hapa Kisarawe tumekabidhi majiko mawili, majiko ambayo yanatumia nishati safi. Hii ni katika kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo majiko haya yatapunguza utumiaji wa kuni au mkaa kwa asilimia sitini kwa hiyo itawawezesha wanakisalawe uh, especially hii uh, shule ya Joketi Mwegelo kupunguza na kulinda uh, uh, mazingira yetu, kupunguza yetu. Jina, na kupunguza uharibifu katika mazingira yetu. Kwa majina, naitwa Prela Renold Mandara ni mwanafunzi wa Joketi Mwegelo Girls Secondary School ni mwanafunzi wa kidato cha sita. Si kwanza, tunatoa shukrani zetu za dhati kama mwakilishi wa Joketi Mwegelo Girls Secondary School kwamba vitu vyote ambavyo ametusaidia kwa mfano kwenye nishati safi itatuwezesha sisi kama wanafunzi itatuwezesha kufikisha pia ndoto zetu. Naitwa Labu Sadoki Chengula, nipo kidato cha kwanza shule ya sekondari Joketi Mwegelo. Utunzaji wa mazingira ni kwamba, yani, kutunza mazingira ni kuyaweka katika hali ya usafi, kuyasimamia vizuri, ambapo mazingira yanakuwa na mvuto mzuri ukiatazama na yanavutia, kama hapa shule yetu ya sekondari Joketi Mwegelo ina mazingira mazuri ya kusomea, ina miti mizuri ya kivuli ambayo inafanya wanafunzi wawe wanasemea ya kusomea na kuwa na hali nzuri, hewa safi.